Kwanza nitoe hongera kwa hatua ambayo tumefikia kuwa na uwanja wetu binafsi hmm. Lakini hmm, hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo tuko serious kwenye maswala mazima ya kimpira lakini hmm, tuko serious na kuwa kutumia jina la Singida kwenye timu hmm, yetu. Uh, hii Hussein imekaaje? mchakato mzima wa kukamilisha hili swala umeanzia wapi? kuanzia kuiwepo kwa Mo Dewji, kuwepo kwa GSM, kuwepo kwa Azam, wale watu wote ambao mm. tumeshirikiana nao kujenga uwanja, mchakato mm. mzima ulikuwaje mpaka kufika hapa ambapo tumefikia hii leo? Okay. Kwanza atakuwa uongee kwa bashasha mm. so, so, so, so kila timu ina, ina uwanja chukuchuku, ametamba sana yeah, uwanja. <laughs> <laughs> <laughs> Swala la uwanja wetu uh, kwanza tumekuwa tukilitolea taarifa huko nyuma mm. kuhusiana na kwamba tuna mradi wa ujenzi wa uwanja unaendelea katika kule eneo la kata ya Mtipa, manispaa ya Mtipa kule, mm. hapa hapa Singida na habari njema ni kwamba uwanja umekamilika kwa asilimia mia moja na taarifa rasmi ni kwamba tupo mbioni kuuzindua uwanja huu tarehe ishirini na nne mwezi Machi, tunatarajia kufanyia uzinduzi rasmi na kuutambulisha watu waweze kuona siku zote ambazo tunauongelea uwanja haujawahi kuonekana ukoje, una mwonekano gani? Kwa hiyo hivi karibuni tutautambulisha uwanja wetu na tumeazimia tufanye sherehe mm. eh, kujipongeza lakini pia kuwaalika wadau mbalimbali wa michezo waweze kufika kujionea maendeleo ambayo tumeyafanya hapa Singida kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mm, kusiana na swali lako, historia ya uwanja huu <clears throat> Uh, asili yake ilikuwa ni ilikuwa ni mawazo ya aliyewahi kuwa mbunge wa Singida mjini uh, Mohamed Dewji mm, ambaye yeye ali, alianzisha mchakato huo kwa kushirikiana na serikali ya mkoa yakiwa ni mapenzi yake makubwa kwa mpira na maendeleo ya soka hapa mm, Singida. Uh, mchakato ulikuwa manjiani kutokana na sababu kadha wa kadha kwa wakati huo. Kwa hiyo hata sisi uh, wakati tunakuja tunafikiria eh, kuwa na, pro, uh, pro, uh, kuwa na project kama hiyo mm, kwa maana ya mradi tukaambiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwamba hapa paliwahi kuwepo na mradi na eneo lilishapatikana na mdhamini alishapatikana, lakini uh, uendelezaji uliishia njiani kwa wakati ule, kwa kama mnania kweli kwa maendeleo ya soka, kwa sababu ule uwanja utahudumia pia programu mbalimbali za mkoa hapa. Kuna vijana, kuna vijana nini tunatazamia hivyo. So, tukashauriwa tuuendeleze ule mchakato na ndicho tulichokifanya. So kimsingi kabisa ni wazo ambalo lilianzia kwa Mohammed Dewji na mdhamini ambaye alipatikana ndio huyo ambaye tumeendelea naye. Kampuni ya mawasiliano ya Airtel Tanzania ndio ambayo ilifadhili mradi ule na hata sisi tulivyorudi mezani kuzungumza nao, tukaambia tunataka tuendelee pale pale. Tunaomba support yenu na nguvu yenu kama bado nia ipo. Na Airtel Tanzania imekuwa ikijipambanua kwamba iko karibu sana na jamii, inajali sana michezo na maendeleo ya mkoa wa Singida kwa hapa Singida. Wakakubali kuendelea nasi katika mradi ule. Mm. Kwao tulipata baraka zote za Airtel, tulipata baraka zote za Mohammed Dewji na mradi ukaanza kujengwa chini ya Airtel Tanzania. Lakini unajua kujenga uwanja ni gharama kubwa sana. Unahitaji mm. fedha nyingi, unahitaji mikono ya wadau mbalimbali kushiriki. So tuliwafikia wadau ambao tunashirikiana nao kibiashara lakini ambao pia wana, wanataka kusupport maendeleo ya soka hapa hapa mkoa wa Singida, mm. na tukaanza kutanua wigo. Kwa hiyo ukiachana na Airtel E, tukamwambia moo kidogo, nawe tuwekee mzigo hapa, si nyumbani na ile si jambo e, lilianzisha mwenyewe mm. Mohamed Dewji kupitia makampuni yake ya biashara akatuchangia katika sehemu ya ujenzi wa mradi wetu, na tuliwafikia pia benki ya biashara ya Tanzania NBC, na pia wakiwa wadau wakubwa wa maendeleo wakatuchangia e, tukatanua tena mbawa tukaenda kwa wadau wetu Azam, Azam Media, mm. Uh, tukawafikia pia wadau wetu Azam yeah, makampuni yeah. ma, ma ya, ya, ya Bahresa Group ambao mm. uh, kupitia, kupitia Azam Max nao pia wakatuchangia wakatu wakaweka fedha, na yote ni kwa sababu ya waliona nia ya dhati ya timu yetu uh, kuhakikisha kwamba tunakuwa na, kwa na kiwanja cha kisasa ambacho pia itakuwa ni, ni, ni, ni fahari ya hapa Singida. So wadau wengi mm. baada ya hapo wa kutuma proposal mbalimbali na kuvutiwa na, na, na mawazo yetu wakatuongezea nguvu kampuni ya GSM kupitia makampuni yake ya biashara nayo pia wakatuongezea nguvu uh, za hapa na pale. Tunakamata wale ambao tunaona kabisa hawa kwanza wanapenda mpira mm-hmm. Eh, lakini pia wana uwezo wa kiuchumi, sio ushauri peke yake. Maana ukitaka ushauri, kuna watu wana ushauri mzuri <laughs> lakini lakini mzigo hamna So tunashukuru tumepata uungwaji mkono mkubwa, kwa sababu hili jambo halinufaishi Singida Black Stars peke yake kama timu, linawanufaisha wanasingida hmm. na wana haki ya kujivunia na kuendelea kutumia huduma zinazotolewa na makampuni haya okay. Uh, huo ndio mchakato mzima kukamilisha uwanja. Sasa yes. Mashallah tuna uwanja mzuri kwa kweli, lakini niwakaribishe. hmm. huu uwanja <laughs> eh, huu uwanja una utamu wake, ngoja <laughs> nikupe utamu kidogo, ili tusimalize hmm. yote, lakini kidogo tu hmm. huu uwanja kwa kuanzia una capacity ya watu takriban 5000 mpaka elfu saba kama tutajibanabana watafika mpaka elfu saba elfu nane hivi, lakini tukitaka tukae kwa kujiachia elfu tano elfu sita watu watakaa watajiachia. Lakini kwa sababu, ni, ni mradi ambao una mwendelezo, una awamu zake. Kwa awamu ya kwanza utahudumia watu hao, lakini matarajio tufikie kwenye idadi ya kuweza kuhudumia watu elfu kumi na tano okay. na wengi sana mara mbili ya uwanja wa kule Kinondoni okay. Na kwa kuanzia, kutokana na makubaliano ya kimkataba mm. uwanja utaitwa utaitwa Airtel Stadium mm. kwa sababu hilo i jambo ni takwa la kimkataba mm. sisi na Airtel Tanzania, kwa hiyo watanufaika na naming right ya uwanja wetu kwa kipindi cha kisichopungua msimu mmoja msimu miwili hivi kulingana na mkataba, so baada ya hapo tutaupa tuta tuta sasa jina rasmi la kudumu mm. lakini kwa sasa kama ilivyo Emirates mm, eh, Emirates kule ule uwanja wameupa wame jina la Emirate kwa sababu ya, ya za kibiashara ila baada ya muda mm-hmm. jina la Emirate litaondoka, alafu kondo hata Singida itakuwa hiyo Airtel Stadium, alafu baadaye tutaangalia baba yeah, mwenye nyumba sio chuku chuku pekee yeah. <laughs> mwenye nyumba yuko hapa, na mimi nizikaribishe zile uh, mikoa ya jirani Tabora mm. na Dodoma Fontaine, siku mkipata ile rungu la bodi ya ligi mm. karibuni na sisi karibuni, tumesalimika yato rasmi kwa sababu ndio mm. maana nikasema nikupe utamu utamu mm. sisi uwanja wetu unatumia nyasi bandia nyasi bandia mm. zile grade number one kwa hiyo zinadumu na zinaweza kuhimili hali ya hewa zote mm. Eh, sisi uzuri tumeshafikafika ambao wenye uwanja wetu mm. tumeshauona ukitumika mm. kwenye program za timu mbalimbali, tumejitahidi tumekuwa tukiutumia kwa, kwa? Ya, <laughs> tukiutumia kwa program za timu kwa ajili ya kujaribu, na umedhihirisha ume, ni uwanja bora so utakuwa una tutaepuka sana zile adhabu yale mambo ya kufungiwa fungiwa mm kwamba sijui nyasi zimepauka, sijui hapa kuna kitobo, sijui hapa, sijui kuna nini hayo mm. mambo tume. Ma wapangaji watakuja kwa masharti e, lazima, lazima, <laughs> lazima. Kwa hiyo tuna tunaenda kuwa na uwanja ambao hautatupa stress mm. na hii pia inaenda kujibu lile swali la mara ya kwanza kwamba wanasingida sasa watakuwa na confidence kwamba timu yao iko hapa kwa muda mrefu kwa sababu tuna uwanja wetu, hatuna uwanja wa kukodi tena. Na tunawashukuru sana CCM Liti kwa kutuhudumia katika kipindi chote pale, tutakapohitaji huduma mara moja moja, wasisite kutukaribisha. Tumekuwa na mahusiano mazuri ya muda mrefu, wametuhifadhi, lakini sasa tunarudi kwetu kutamba na, na uwanja